Taarifa zaidi ungana nasi Handeni Digital Tv. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa jina langu naitwa Mina. Haya, furahi sana kufika leo hapa mici, na kwa wale wenzangu pia ambao hawajafika na shauri pia waweze kufika hapa. Nimefurahi sana majaa. Anaitwa Maliwataabi, nasoma kidato cha nne. Napenda kushukuru inasomea shule ya kwa mkono. Leo tumetembezwa na mkuu wetu, tumekuja pangani kuogelea. Tunashukuru sana kwa tulivyofanyiwa, hatujawahi kufika maeneo kama haya, mazingira mazuri. Tunashukuru sana, siku nyingine tena tutembezwe, tuletwe huku tumefurahiajikaungu

chua lego kubwa na kulea watoto wenye mahitaji maalum ambalo kusudi ni kuweza kuwawezesha watoto wenye ulemavu wa viungo kupata elimu sahihi. Na leo tumekusanyika hapa katika mji huu wa Pangani, na moja tumewaleta watoto hawa 60 katika mji huu wa Pangani kwa ajili ya kusherehekea siku, siku hii ya azimisho la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aa, kama unajua kituo hiki kilianza wakati wa utawala wake, na kwa kweli tunajivunia kwa amani aa, na maendeleo ambayo tangu alipoya sisi yeye, basi na waasisi na shika nafasi yake, basi wanaendelea mpaka wakati huu ambao mama Samia yuko bado wanaendelea kushika na kutetea amani katika nchi. Kubwa tumekuja hapa kwa ajili ya kufurahi na watoto nweza kuwaita vitukuu vya mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tukiwaleta hapa, tunawakumbusha mwalimu Nyerere alifanya moja mbili tatu katika nchi hii, hasa kubwa amani na utulivu kwa ajili ya nchi hii ambayo tunajivunia kutoka kwake. Kwa hiyo kubwa tumeleta hilo kusherekea pamoja. Naomba mwenye mzazi yoyote mwenye mlemavu wake naomba asifiche ndani, kwa sababu kuwaweka kwa pamoja wanapata kubadilika sana, na hivi hapa tunakuja kuwatembeza hapa ili wapate faraja zaidi. Kwa hiyo ninachoshauri mimi, wazazi ambao wana watoto walemavu, usiwafiche ndani, kitu tunacho pale cha kuwalea. Kwa hiyo tuwakaribishe sana kwa wale ambao wa kwa kifupi, binafsi, nimeangalia watoto walivyokuwa wanacheza kuogelea kuvuta kamba. Hii inaonyesha kabisa kwamba watoto kuna vitu ambavyo wanajifunza, lakini pia kuweka watoto walemavu kama wako waweka ndani kwa nyuma za ofisi. Lakini pia tumeona hata walivyokuwa wanaogelea hapa na hata wengine ambao walikuwa hawaogelei, lakini unaona kwamba kuna kitu ambacho kile wanajifunza kutoka kwa wenzao. Kwa hiyo mimi nawashauri wazazi, kama una mtoto mlemavu usimnyime haki yake ya msingi ya kwenda shule. Hawa watoto kwa kweli, a mago mengi sana yaani, e hata hao ambao hawajaogelea unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakipata kupitia wenzao. Ni tofauti, si kama mtoto ambaye amewekwa ndani tu hatoki nje, hajishughulishi -ha, na shughuli yoyote. Lakini hawa unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakipata kutoka kwa walimu well wao kwa hiyo ni washauri tu wazazi, kwa kweli wasiwafungie watoto wao ndani.